Kwa majina naitwa Winfrida Konstantini Mloka, ni mnufaika wa mafunzo ya usindikaji viungo pamoja na ungalishe kutoka katika shirika la Tasi kupitia mradi wa SET. Kwa ufupi, nitaelezea kuhusu timasala. Timasala ni kiungo cha chai chenye mchanganyiko wa viungo mbalimbali mbali, ambavyo kama vile iliki mdalasini, tangawizi, karafuu pamoja na pilipili manga. Uh, kiungo hiki kimetengenezwa kwa kupitia malighafi zinazolimwa hapa hapa nchini kwetu Tanzania. Kiungo hiki naweza nikasema ni fahari ya Tanzania. Uh, kiungo hiki kinatumika katika kutengenezea ama kupikia ama kuandalia chai. Ni kizuri, kina harufu nzuri, kina ubora mzuri, kimetengenezwa kwa kuzingatia ama kufuata hatua zote za usindikaji wa kiungo hiki cha chai. Kina ladha nzuri pamoja na harufu nzuri, pia ni tiba wa magonjwa mbalimbali mwilini. Ni kiungo kizuri na ni kiungo rafiki kwa matumizi ya watoto pamoja na watu wazima, wanaweza kutumia chai hii itakayoungwa na timasala hii ambayo tumetengeneza kupitia katika mradi huu wa SETI. Asante.